Hujambo na karibu tena. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Ni matumaini yangu upo salama kabisa, lakini pia tuzidi kuwaombea majeruhi wote ambao walijeruhiwa kwenye maandamano makubwa yaliyotokea Tanzania kupinga uchaguzi, lakini pia hitaji la katiba mpya, ambapo katika maandamano hayo maelfu ya vijana wa Kitanzania waliuawa lakini pia wengi wakijeruhiwa, na wengi tumeshuhudia e, kuanzia siku ya jana wakifikishwa mahakamani kutokana na burugu zilizotokea kuanzia Oktoba 29 mwaka huu na kupewa kesi za uhaini. Tumeshuhudia e, mfanyabiashara maarufu e, Nifa pamoja na wenzake ishirini na moja walikuwa ni wa kwanza kufikishwa mahakamani siku ya jana na kupewa kesi za uhaini. Lakini pia haikuishia hapo, wengine tena wakafikishwa mahakamani, na jumla ya waliofikishwa mahakamani mpaka siku ya jana mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, wakikabiliwa na mashitaka likiwemo la uhaini, wamefikia watu mia mbili na arobaini kwa siku ya jana pekee akiwemo mfanyabiashara Jenifa Jovin maarufu kama Nifa, ambapo watuhumiwa hao wamesomewa mashtaka yao mbele ya hakimu mkuu Hassan Makube ambaye amehailisha kesi hiyo hadi Novemba 19 mwaka 2025 kwa ajili ya kutajwa. Hawa ni watu wengine 95 ambao wamefikishwa mahakamani siku ya jana jioni, hivyo wamefika watu mia mbili na arobaini jumla ambao wengi wao wamepewa kesi za uhaini. Na hii ni taarifa nzito mno ambapo jeshi la polisi Tanzania limetoa listi ya watu kumi ambao wanatafutwa na jeshi la polisi Tanzania yani, most wanted. Na nimesema tu kwamba watu hawa wakikamatwa, moja kwa moja watapewa kesi za uhaini kwa sababu ukimsikiliza wakili Peter Kibatala ambaye anamwakilisha mfanyabiashara nifa pamoja na wengine wengi ambao wameshtakiwa, amesema kwamba kosa la uhaini ambalo linamkabili mfanyabiashara nifa pekee ni kosa ambalo limetokana na mfanyabiashara huyo ya kuposti barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kwamba hilo ni kosa kwamba alichochea maandamano hivyo akapewa kesi ya uhaini. Lakini pia wakili Peter Kibatala akashangaa sana kwamba mtu kuposti barakoa za kuzuia mabomu ya machozi heti amepewa kosa la uhaini, yaani ni kesi ya uhaini, ni jambo la kushangaza sana. Lakini pia inaonekana walipigwa sana, hata wakili Peter Kibatala amethibitisha kwamba hata mfanyabiashara nifa alipigwa mno, lengo ni kukubali mashtaka aliyopewa. Na ukiangalia wengi wao wakiwa wanashuka kwenye gari walipofikishwa mahakamani, wengi utaona hawapo stable, wengine wanachechemea. Kwa hiyo ni kana kwamba wengi wao walipigwa kwa lengo la kuwalazimisha kukubali mashtaka ya uhaini ambayo wamepewa. Sasa katika taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi watu ambao wameorodheshwa wanatafutwa na jeshi la polisi, ukiangalia wengi ni viongozi wa chama cha Chadema, lakini kubwa zaidi yupo na askofu Gwajima anatafutwa na jeshi la polisi. Nimesema kwamba endapo watu hawa wakikamatwa, basi kesi zao zitakuwa ni kubwa mno. Kumbuka kwamba kesi ya uhaini haina dhamana na adhabu yake ni kunyongwa hadi kufa, na naweza kusema kwamba kwa Tanzania hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza kushuhudia idadi kubwa ya Watanzania wakipewa kesi za uhaini, lakini pia cha kushangaza zaidi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeshinda katika uchaguzi mkuu kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tulishuhudia jeshi la polisi Tanzania wakidai ya kwamba walioleta vurugu na kuandamana hawakuwa Watanzania. Hata taarifa ya jeshi la polisi ambayo ilitoka siku za nyuma kidogo hapa ilidai ya kwamba kuna taarifa za kiintelijensia ambazo jeshi la polisi wamezipata ya kwamba kuna watu kutoka nje ya Tanzania wameingia Tanzania kwa lengo la kufanya vurugu na wameingia katika majiji makubwa ikiwemo jiji la Arusha, lakini pia Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza pamoja na maeneo mengine, huku wakijikita katika shughuli mbali mbalimbali kama bodaboda. Hivyo jeshi la polisi likatoa onyo kwa wa mmiliki wa nyumba kama amempangisha mtu ambaye anahisi ya kwamba sio Mtanzania, basi atoe taarifa kwa jeshi la polisi, lakini akishindwa kufanya hivyo na jeshi la polisi likambaini mtu huyo, basi wote watakamatwa. Sasa swali, imekuwaje? Watanzania wenzetu, vijana wenzetu wanakamatwa wengi na kupewa kesi ya uhaini kama waliofanya vurugu na kuandamana hawakuwa ni Watanzania. Hii imekaaje kwako? Jeshi la Polisi nchini limesema kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa kuhusu vurugu zilizotokea Oktoba 29 mwaka 2025, linawasaka kwa ajili ya kuwakamata Askofu Josephat Gwajima, Brenda Jonas Rupia ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano Chadema, John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Chadema, Godbless Lema, lakini pia Machumu Maximilian Kadutu, huyu ni maarufu kama askofu mwana mapinduzi, lakini pia Deogratius Mahinyila, huyu ni wakili Boniface Jacobo, huyu ni ex mayor wa Ubungo, Hilda Newton pamoja na Awadi Kalonga pamoja na Amani Golugwa. Ukiangalia katika listi ya Most Wanted hawa kumi, ambapo jeshi la polisi likidai ya kwamba kwa ushahidi ambao limeukusanya linawatafuta na litawakamata watu hawatajwa, Hilda Newton akiwemo ndani yake. Nikatafakari kwamba Hilda akikamatwa, akapewa kesi endapo pia ni ya uhaini, itakuwaje? Kumbuka kesi ya Tundu Lissu ambayo inaendelea mahakamani, nimekuwa nikikusogezea update moja kwa moja kutoka mahakamani lakini, kubwa ni kwamba Hilda Newton ndiye mtu pekee ambaye huwa anatupa update. Sasa ikitokea Hilda amekamatwa, eh, sijui nani atatupa eh, kila ambacho kinaendelea mahakamani. Huenda ikawa ndio mwisho pia wa kupata update moja kwa moja kutoka mahakamani. Tusubilie kuona mwisho wake. Taarifa hiyo imetolewa usiku wa Novemba 7 mwaka 2025 na msemaji wa jeshi la polisi nchini, ambapo imesema jeshi la polisi linawataka watu hao kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Moja kwa moja ni kusomea taarifa hii kutoka jeshi la polisi Tanzania kuhusu watu hawa kumi ambao ni most wanted, wanatafutwa na jeshi la polisi Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, ofisi ya mkuu wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi, taarifa kwa umma. Hii ni taarifa sasa ya jeshi la polisi ikielezea kwa kina watu ambao wanasakwa na jeshi la polisi. Kama nilivyokuambia, watu hawa wakikamatwa, kumbuka eh, tumeshuhudia Njombe pia kuna wengine ambao wamefikishwa mahakamani na wao pia wamepewa kesi ya uhaini e, kwao ni wengi ambao wamekamatwa na kufikishwa mahakamani na kupewa kesi ya uhaini. Taarifa hii inasomeka kama ifuatavyo: jeshi la polisi nchini linapenda kutaarifu umma wa Watanzania kuwa ufuatia matukio ya vurugu, uporaji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 ya mwezi wa kumi mwaka 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa na kusababisha madhara kwa binadamu kuharibu mali nyingi za umma, za watu binafsi na kuliletea hasara kubwa taifa, mbali na hasara kwa uhai na maisha ya watu. Waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, Takukuru, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendo kasi kutoka Kimara mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko. Lakini pia ofisi za serikali za mitaa zilichoma moto. Kuchoma moto barabara za lami na za zege kwa kutumia mataili na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchomwa moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo kuchomwa moto. Pia walifanya uporaji wa mali na pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaombwa kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Pia, kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa jeshi la polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata wafuatao. Namba moja, Josephat Gwajima. Kumbuka siku mbili kabla ya maandamano, askofu bishopu Gwajima alizungumza na Watanzania kwa kina zaidi, akizidi kukazia pointi yake ya kupinga utekaji lakini pia kutaka serikali kuweza kuwasikiliza Watanzania, lakini pia akisema kwa upande wake yupo pamoja na Watanzania. Namba mbili ni Brenda Jonas Rupia, huyu ni mkurugenzi wa mawasiliano Chadema, naye pia yupo kwenye listi, anatafutwa kwa ajili ya kukamatwa na jeshi la polisi, na hii ni kufuatia uchunguzi pamoja na ushahidi ambao umekusanywa na jeshi la polisi hadi sasa. Namba tatu ni John Mnyika. Namba nne ni Godbless Jonathan Lema. Namba tano ni Machumu Maximilian Kadutu maarufu kama Askofu Mwanamapinduzi, lakini pia Deogratius Cosmas Mahinyila, lakini pia Boniface Jacobo, Hilda Newton, Awadi Kalonga pamoja na Amaan Golugwa. Jumla ni watu kumi. Kama unavyotazama hapo, jeshi la polisi linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linawafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wamekwisha kamatwa zinaendelea kote nchini na kwamba tarehe saba ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano baadhi wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linaonya kuwa mtu au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yoyote ile Halitasita kuchukua hatua kisheria dhidi yao. Pia jeshi la polisi litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi katika kulinda raia na mali zao. Vile vile tunapenda kuujulisha umma kuwa waendelee na shughuli zao bila hofu yoyote, na watoe taarifa mara moja pale wanapoona dalili yoyote ya uhalifu ama uvunjifu wa amani mahali popote pale, ili hatua kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Taarifa zitaendelea kutolewa kadri hatua za kisheria zinavyoendelea kuchukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu huo na wanaoendelea kupanga uhalifu wa aina yeyote ile. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hii ni taarifa ya jeshi la polisi ikielezea eh, matukio ya uhalifu ambayo yametokea tarehe 29 eh, ya mwezi wa kumi mwaka 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, lakini pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro pamoja na Iringa na kusababisha madhara kwa binadamu kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi kulileta asali kubwa mno. Sasa nimejaribu hapa kujaribu kusoma komenti katika chapisho hili la e, taarifa hii kwa jeshi la polisi Tanzania, lakini kama kawaida wamezima upande wa watu kutoa komenti zao. Nimejaribu kupitia katika baadhi ya pages ambako watu wameweza kuchapisha taarifa hii. Watanzania wanamuoni gani huyu? Wa kwanza anasema kwamba ni kumtafuta mchawi nami, ni kuonea nami, ni kuongea ni tatizo. Ngoja tuone mwisho wake. Mwingine akasema kwamba na hawatopatikana kwa jina la Yesu. Lakini pia mwingine akasema kwamba lakini si mlisema waliofanya fujo sio wa Tanzania, imekuwaje tena ndugu zetu ndo wachukuliwe? Huyu anauliza kwamba walisema waliofanya fujo sio wa Tanzania, inakuwaje tena ndugu zetu wa kitanzania ndio wachukuliwe? Mwingine akasema wanazidi kubomoa taifa. Mwingine akasema bodimonization ni next level. Mwingine akasema kwamba ukitaka kujua polepole pole anashikiliwa na nani, pitia vizuri orodha hiyo utagundua kuwa jina lake alipo ina maana kwamba huyu tayari yupo under control. Lakini pia mwingine anasema kumbe polepole ni nyie mnaye. Lakini pia mwingine akasema kwamba kwa jeshi la polisi wanajikuta nani, mbona wao ndo wameua na wanawapa kesi wengine. Lakini pia mwingine akasema epuka migogoro ya kisiasa, ni hatari sana. Mwingine akasema polepole vipi? Mwingine akasema kumeanza kuchangamka mwingine akasema kwamba nina hofu ya kwamba siku za usoni haitakuwa tena maandamano, itakuwa ni vita kati ya polisi na kundi la watu wengi wanao e, wenye silaha wanaopinga utawala. Mambo huwa yanaanza kwa kupuuza hapo, sasa wale watu weupe wanaanza kusapoti makundi, kinachopuata hapo ni taifa lisilo ongezeka tena, e, ni kama masihala. Lakini amini amini, nawaambieni hii kitu ambayo polisi wanaenda kuitengeneza itakuja kutia ganzi mioyoni mwa watu, wasiogope chochote sio kipo wala kufungwa. Mwingine akasema kwamba au sio, jeshi la polisi, mmeua watu na bado mnazidi kukamata watu na kuwapa kesi. Sasa tuliache kwako, Mtanzania, utochemo ni yako. Lakini pia kwa kina zaidi, nitapita kwa kila mmoja. Najua Bishop Gwajima atazungumza, Godbless Lema atazungumza, Brenda Rupia mkurugenzi wa mawasiliano Chadema atazungumza, Hilda Newton atazungumza, na kila kitu nitakujuza hapa wamesema nini baada ya taarifa hii ya jeshi la polisi Tanzania. Lakini akilini mwangu nasema kwamba hawa pia wakikamatwa moja kwa moja, kama wasipopewa kesi ya uhaini, basi itakuwa ni kesi ya ugaidi ambayo anashtakiwa nayo makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema eh, eh, mheshimiwa John Wegesa Heche nimalizie na maneno ya Profesa Lumumba amesema kwamba kilichotokea Tanzania kwenye maandamano ni kupuuzwa kwa maoni ya Watanzania. Hicho ndicho kilichopelekea maandamano, akasisitiza kwamba kinachotakiwa kufanyika ni kwamba wanasiasa wa Tanzania wajitafakari. Ni maneno ya Profesa Lumumba. Tochemoni yako hapo, nitazidi kukuhabarisha kwa kina zaidi nini kinachoendelea.